Asante sana. Leo tuko hapa kwa niaba ya mradi wa Yefa ambao unafadhiliwa na shirika la mapinduzi ya kijani Agra, na huu mradi umejikita katika kuhakikisha tunaboresha zao la alizeti, ni kuhakikisha tunahamasisha wakulima juu ya matumizi ya mbegu bora, mbolea na teknolojia zote ambazo zinahusiana na nini na kilimo. Kwa hiyo huu mradi wetu asilimia kubwa umejikita katika kuhakikisha inatengeneza ajira especially kwa vijana kwa maana vijana wengi walikuwa wanakiona kilimo kama ni mzigo, wanakimbilia katika shughuli zingine. Tukiwekeza, tukipata elimu stahiki ambayo inahusiana na kilimo, tukipata mbegu bora kwa ukaribu, basi kila kitu kinafanyaje? Kinawezekana. Msimu huu kulikuwa na jua kali sana ambayo halijawahi kutokea, sehemu kubwa ya mazao yaliathirika, lakini kwa kutumia mbegu bora kilimo cha kisasa wenyewe mnaona, mradi wa YEFFA unashirikiana na wadau mbalimbali kwa kisha ya kwamba wakulima wanapata zana zinazohitajika katika kilimo. Sawa, ndio maana leo mtaona kuna mashine pale ya kuparura au ya kupukuchua, inapukuchua mazao mengi na alizeti ikiwamo. Sawa, mtaona kuna planta, vyote mtajifunza, si ndio hivyo. Mashine hii ziko za aina mbili eh? unaona hii na hiyo inatofautiana. Manake ni kwamba hii mashine ina uwezo wa kupanda mbegu na mbolea kwa wakati mmoja, na hizi mashine jamani, zinapanda kisasa kitaalamu, na uzuri wa hizi mashine zina uwezo wa kupanda mbegu zote za nafaka. Haitumii chochote, haitumii mafuta, haitumii betri, haitumii umeme. Inatumia ugali wako na inatumia nguvu yako na mwendo wako. Uh, mashine hii hapa ni kwa ajili ya mazao tofauti tofauti. Kinachokuwa kinafanyika cha kitofauti ni kwamba unabadilisha chekecheke -cheke. Kwamba kuna chekecheke ndani uh, ya kila aina ya zao ambao unakuwa unabadilisha Hi? Lakini, nje na hii mashine, tuna mashine nyingine kwa ajili ya kuchakata chakula cha mifugo. Tuna mashine ambayo inaitwa chafukata ambayo kazi yake ni kuchakata chakula cha mifugo mbalimbali. Mashine hiyo ina uwezo wa kusaga magunzi kutoa pumba kwa ajili ya kulisha mifugo. Kwa hiyo huu mradi umeletwa kwa ajili ya kubadilisha au kumpunguzia mama mzigo wa kukura. Huu mradi unalenga watu wa aina mbili, wanawake na vijana. Kwenye wanawake hamna umri kasoro, kwamba anatakiwa anze kuanzia miaka kumi na nane. Ehe, kwa mwanamke awe mwenyewe awe kwenye kikundi ila akiwa mwenyewe itakuwa vizuri zaidi na akiwa kwenye kikundi pia ni vizuri zaidi hicho kikundi kinatakiwa kiwe kimesajiliwa tukija kwa vijana ni miaka thelathini na tano mpaka kumi na nane huyo kijana wa kiume anafaidika na nuzuku kampuni inayonunua mazao mbalimbali lakini kwa mwaka huu sisi ni wanunuzi wa alizeti sisi tunanunua kwa kipimo kile ambacho serikali inahitaji. Tutanunua kwa kipimo cha kilo, yaani tutaweka mzani na tutapima alizeti yenu, mtaiuza kwa kilo. Tutafanya malipo kwa namna mbili, tutawalipa kwa kupitia benki na kwa wakulima ambao wana simu, basi tutawalipa kwa kutumia simu, lakini hatutolipa kwa maana ya mkononi kwa hiyo mitandao yote ya simu tutalipa, na malipo yetu yanachukua dakika tano tu, na yule mwakilishi wetu ambaye atakuwepo huku kusema umeshapima, basi na ameukagua ule mzigo na ameukuta una kiwango ambacho tunastahili, yani ni msafi. Kwa hiyo na sisi tunachotaka kufanya ni tulete manufaa moja kwa moja kwako, kwa mkulima. Kama kule Singida mjini alizeti na uzwa shilingi elfu moja na mia mbili kwa kilo. Basi wewe mkulima uipate ile pesa kama inavyotamkwa. Wapi? Singida mjini tu. Wakulima mmesikiliza vizuri? Wadau wote mmewasikiliza? Kwa hivyo tutapiga makofi matatu kwa ajili ya kwa ajili ya kukubali, lakini pia kwa ajili ya kuwakaribisha, na tunaomba wote tuweze kupiga makofi matatu kwa ajili ya kufurahia haya yote tuliyoyapata kutoka kwa wadau wetu. Moja, mbili, tatu. Asante sana Yefa.